Na viongozi wa vijiji wameniletea barua kwamba tunaomba wahalalishwe hawa kamchape eh, kule Ukara. Sasa msimamo wa serikali, swala la kamchape ni swala ambalo haliruhusiwi kwa mujibu wa sheria. Kama wewe unataka kwenda kwa mganga, nenda peke yako, lakini from now on hatuna kibali cha mganga yoyote kufanya kazi ya hadharani ya kupita kutoa uchawi kwenye nyumba za watu. Wewe kama unaumwa, nenda mwenyewe kwa mganga. Na serikali inakataza ramli chonganishi, kwamba aliyekuroga ni jirani yako, ana macho mekundu hivi. Macho mekundu si jambo la kawaida tu kwenye mtaa? Anasema ni mrefu kidogo eh, lakini ni mweusi. Sasa weusi na warefu si wapo sasa anakutengenezea mazingira ufananishe fananishe hivi. huu mbona kama shangazi yangu huyu? sasa huo ni uchonganishi na serikali haiwezi kukubali. hii kwa Ukerewe ndio burning issue. nilileta kamanda wa polisi aliwadhibiti wale wote ambao walikuwa wanaendekeza kamchape na narudia tena yoyote kwenye kijiji atakaye waleta kamchape kwanza ni, hakuna kibali cha huyo mtu anaitwa kamchape kufanya kazi eneo lolote, sio tu la Ukerewe, mkoa wote wa Mwanza. Atakaye mleta tutaleta polisi, atatafutwa, atasakwa, na tuko tayari kushughulika na watu wa namna hiyo, kwa sababu inaleta uchonganishi mkubwa. Amani ilitoweka pale Ukara kwa sababu ya kamchape. Kwa hiyo wito wangu kwa wananchi kufuata sheria. Mheshimiwa Mkuu wa Wilaya, kwenye hili hakuna huruma wale ambao wana entertain vitu vya namna hiyo, wanaoleta uchonganishi, wao ndo wa kwanza kamata tupa ndani, halafu tutawapa mashtaka yao yanayowafaa huko. Tusipofanya hivyo, tutaendekeza. Sasa hivi habari ya mjini ni bima ya afya, wala sio kamchape. Sasa kulikuwa na swali mwananchi amekuuliza, mganga mkuu, sasa naomba unisaidie.